Huenda wamiliki wa vidimbwi vya samaki katika kaunti ya Mombasa wakapata nafuu kuendeleza mradi wa kufuga samaki baada ya serikali ya kaunti kuahidi kushughulikia suala la sehemu za samaki kuzana maarufu hatcheries. Hii ni baada ya muasisi wa kundi la kijamii la Majestic Steven Msioki, liloko eneo la Mikindani, kumwomba gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri na bunge Jomvu, Badi Twalib, kuwajengea eneo hilo katika mradi wao wa samaki. Kikubwa zaidi ambao tunaomba kwa governor ni kwamba tuweze kusaidiwa kutengeza achari yetu ndio, pia wale vijana wengine ambao kuna fish ponds around hiyo, tunaweza uuzia kwa bei rahisi, maana zile fingerlings si rahisi, ni very expensive. Na kuweza eh, kutimiza ndoto kama hii, basi tutaraji pesa nyingi sana, so for sustainability purposes eh, tungeomba bwana governor tushike mkono tuweze kupata achari yetu, na itakuwa wale vijana wengine ambao pia wakona idea kama hii itakuwa ni rahisi kuweza kupata mbegu pia. Mambo na kukokota takataka kupitia ile app yetu, tungeomba pia governor atusaidie tuweze kushika Mombasa yote, maana yake challenge ya takataka ni kila mahali, si Jongo peke yake, Kikavana, Bismar, Nasiri, Alpozure, Nohilo. Kwa upande wake governor Abdusomar Sharif Nasri alipozuru eneo hilo na ameahidi kufanya kila jitihada kuhakikisha mradi huo unafaidi wakazi kwa kuwa chanzo cha ajira kupitia ufugaji wa samaki na ukusanyaji wa taka. Aidha, mahidi kutafutia kikundi hicho hacharis, na vilevile kusisitiza kwamba atamuuliza waziri wa madini na uchumi samawati Al Hassan Joho kuzuru mradi huo ili kuupa manufaa zaidi turege haaaakwa upande wake mbunge wa Jomvu Badi Twalib wamewahimiza vijana katika kundi hilo kuchukua fursa na kutafuta soko kwa ajili ya samaki wanaofugwa katika vidingu hivyo. Aidha, amesema atashirikiana na kwa karibu na uongozi wa kundi hilo ili kuhakikisha unaafikia malengo yake. Pia nachukua fursa hii kupongeza Majestic kwa ile kazi nzuri ambayo wanafanya. Hii ni mradi ambayo italeta ajira kwa vijana na already ishaleta ajira karibu vijana mia mbili plus. Alafu, alafu vile vile kuna miradi mingi sana ambayo wanaendelea hii ni devolve function ya hii mambo ya samaki, kwa hivyo mimi pia ni kutilia nguvu wao walivyosema, kuwa wanataka hachari, tuone kuwa governor tulitilie maanani, alafu pia tuone kuwa taweza kuwasaidia na zile pesa za KEMFSED, ili waweze kuexpand project yao juu ya hii ambayo wanachukua. Mimi singependa kuzungumza mengi sana lakini ni kuwapongeza na kuambia count on our support. Ali Evincent Benvin TV.